Habari za muda huu ndugu zangu, waandishi wa habari, kwanza kabisa nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru. Mmekuwa mkifanya kazi kubwa ya kuhakikisha mnatupa support, kazi zetu zinakuwa zikiwafikia wale ambao tunawalenga, na maanisha mashabiki zetu. Nitumie nafasi hii kuwapongeza kwa hilo. Nyie ni moja ya watu ambao mna mchango mkubwa sana kwenye kuikuza tasnia nzima ya Stand up comedy. Aa, lengo kuu la kuwaita hapa ni kuwajulisha lakini pia kutumia nafasi hii kuwakaribisha waandishi eh, wa habari ndo watakuwa waliko wangu wa kwanza kwenye event yangu ya kesho. Kesho nafanya comedy special yangu ya kwanza eh, kwa ambao wafahamu comedy special ile ni extended performance. Ni performance ya muda mrefu ambayo inaanzia nusu saa mpaka ah, lisaa. Ili kuweza kueleweka haraka haraka tu naweza kusema comedy special ni kama watu wanavyoita album kwenye industry ya mziki. Kwa hiyo kiufupi tu naweza nikasema kesho nitafanya albamu yangu ya kwanza. Uh, show itafanyika maeneo haya haya tuliyopo, jengo hili hili la PSSF Commercial Complex, na itakuwa na wahudhuriaji mbalimbali wakiwemo wasanii wa bongo Flava, wasanii wa bongo movie eh, wakurugenzi wa makampuni mbalimbali, viongozi mbali, mbalimbali mbali wa kisiasa ambao wanahusisha chama na serikali lakini pia tutakuwa na waalikwa au watazamaji wengine ambao ni mashabiki zetu ambao ni mashabiki zangu hususan wamekuwa kinifuatilia toka mwanzo ya kwa hiyo event yetu itatarajiwa kuanza mida ya saa moja siku ya kesho na kuisha saa sita kwenye event hiyo kuna Siti uh, za uh, aina tatu. Kuna makochi VIP na regula. Makochi sita yazungumzia, kwa sababu mpaka napoongea hapa tayari yamekwisha. Kwa hiyo hatuna makochi ya ziada, kwa hiyo nitaongelea viingilio vya VIP na regula, ambao VIP tiketi zake unazipata kwa shilingi elfu hamsini, regula ni shilingi elfu ishirini. Na maeneo ya kupata tiketi yako yako wazi. Kwanza unaenda kupata kupitia simu yako ya mkononi. Kwenye aplikasheni mbili ni lipe app na otap, lakini pia unaweza kupata kwenye vituo vyote ambazo tumesambaza tiketi zetu. Kituo cha kwanza ni mausinza Afrika Sana, lakini hapo hapo Sinza zinapatikana simkitaa. Ukitoka Sinza Magomeni, zinapatikana kwa Sharobaro wa Instagram. Ukitoka Magomeni Kariakoo, zinapatikana kwa Lampad Electronic, lakini kwa Mlimani City zinapatikana litomo lakini pia hiyo mlimani tawa pale zinapatikana cutting master barber shop. Kwa vituo vyote vitu nilivyokutajia unaweza ukaenda ukajipatia tiketi yako kwa ajili ya event ya kesho. cha kwanza event ya kesho sio event ya kawaida. cha kwanza ni outing, wote tunajua kesho yake ni Idi. Kwa hiyo tumekutafutia out huku ukisubiri Idi siku ya Jumamosi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu tujitokeze kwa wingi akishi tunakuwa pamoja katika historia ya kesho. Lakini kubwa zaidi, mbali na watu kuwepo ukumbini, eventi yetu itarushwa live nchi nzima kupitia Azam TV chaneli namba mia nne kumi na nne pamoja na sinema zetu chaneli hizo mbili kwenye, kwenye dikoda ya Azam zitarusha tukio live kuanzia mwanzo wa tukio mpaka mwisho lakini ukiacha mimi kuperform watakuwepo wachekeshaji mbalimbali ambao watakuwa wananisindikiza akiwemo Mama Mawigi, Dogo Pepe, Ndaro, Steve Mwausi na wengine wengi. Lakini unajua ili burudani iwe, iwe burudani inabidi iwe imejitosheleza sehemu zote. Ukiachana na comedy, tutakuwa na burudani ya mziki, tutakuwa na wasanii A list kabisa wa mziki kuhakikisha watu ambao wanakuja kwenye event yetu wanapata pia ladha ya bongo flava ya moja ya wasanii wa muziki ambao wataperform pale, tutakuwa naye peke yangu Duli Sax. Kwa hiyo Duli Sax ataperform kuhakikisha watu wana enjoy pia muziki mzuri. Unajua, bongo flava bila Duli Sax na kwa bado hajawa Bongo Flava. Kwa hiyo Duli Sax ataongoza performance zote za bongo flava ambazo zitafanyika ukumbini siku ya kesho. Lakini pia show nzima itakuwa hosted by Koi mzungu Koi mzungu, yeah. Mzungu atahakikisha ana hosti tukio hilo mwanzo mwisho. Kwa hiyo ombi langu kwa Watanzania, mashabiki wa Said Said na mashabiki wa stand up comedy na wale wapenda burudani wote, tununue tiketi zetu kwa wingi siku ya kesho, tukutane hapa hapa PSSF Commercial Complex, lakini pia atakuwepo mama yangu kwa mara ya kwanza, upo kwenye presi hapa. Huyu ni mama yangu mzazi kabisa, yeah. Alikuwa eh, bina, bumeona bina uh, kumwangalia kwenye kamera umoni vizuri hiyo <laughs> ni mama yangu, nimetoka kumpokea, kaambia kabla tujafika nyumbani na presi tupitie kwenye press kabisa, alafu tuende nyumbani. Kwa hiyo ni mama yangu, na huyu ni dadangu akitoka u kuzaliwa ndo nazaliwa mimi. Huyu anaitwa Husna, yeah. Mmeanza kumwangalia macho ya tamaa, washenzi <laughs> awa wote ni wahuni <laughs> kama uliambwa kuwa makini ukifika da, awa ndo wakuwa nao makini sasa. Huyu <laughs> ni mama angu, ndo mama Said. Kesho pia tutakuwa naye kwenye show yetu pamoja na dada yangu ko. Mi nadhani vitu vingine surprise ni nyingi, tukutane ukumbini kesho. Kama kuna mtu anaswali, mi nadhani kwa uchache nilikuwa nataka tujue hizo vitu vya msingi okay. Mm. Nii support sana India kwa ajili ya kushuti video yake, kwa hiyo Daivan hato kuepo ila Harmonize anakuja, Harmonize Barnaba, wasanii wengi watakuwepo ndani, okay. Hatuonani hmm. Ha, kwanza tumefanya, hatuonani kwa sababu, cha kwanza pointi zilikuwa ni mbili. Hatujawahi kupata muda wa kukutana mimi na mashabiki zangu ana kwa ana, hatujaonana, hatujaonana, nikabidi tengeneze tarehe ambayo ni ya kuonana. Cha pili ni kile ambacho kinaendelea mtandaoni, nikijiuliza kwa nini nimwambia rais, hatuonani mkaisi, mmenikomesha <laughs> Roja anacheka. Hii ndio nikaambia sasa tuonelee kwamba mimi niko sawa tutafanya na watu nani comedy show ili watu nani tupate muda mrefu sana wa kuidiscuss. Lakini pia kwenye show yetu tutaongelea tukio zima ambalo mlikuwa mnajadili mtandaoni. So iko hivyo, kuhusu sala kwa nini nimefanyia da da nimefanya ni comedy special, ila Mwanza siwezi nikafanya show nyingine mpaka nikishafanya homecoming. Kwa hiyo nikifanya homecoming Mwanza, naenda kufanya tukio lingine. Ni ngumu kufanya tu umetoka tu da naenda kufanya tia tu nani Mwanza kwa nini kungoja kwanza tufanye hizi hatuo nani Mwanza, tutafanya mkami na kila kitu kitakuwa sawa. Uh, mama, so, mwambie tu watu waje kwa sababu mamaangu amechoka pia <laughs> <laughs> em nawetangaza tiketi ili uone at least uchangie kuitafuta hiyo ambayo tunaitafuta. mimi kwa kweli napenda tu niwakaribishe kwenye shoo ya kesho, lakini pia niwapongeze na wale ambao tayari wameshachukua tiketi zao. Lakini tiketi zilizobaki ni kama mlivyoambiwa, ni zipo za elfu hamsini na elfu ishirini Kwa hiyo karibuni sana, tuendelee kununua tiketi, tukutane kesho. Sio kwamba tungemwandalia mama place yake manake maswali <laughs> ni uh, kama mzazi, nilijisikia vizuri sana kiukweli, nilijisikia vizuri. Nilimpigia simu nikampongeza tu kwa sababu kabla ya hapo tulikuwa tumeshaongea, na mimi ni ndo shabiki yake mkubwa. Kwa hiyo aga, tunaongea mambo mengi hata kazi zake, aga ananishirikisha, namsapoti mimi yaani, na mimi namsapoti kwa asilimia mia moja kwa kweli. mimi kwa upande wa hofu, kwa kweli sikuwa na hofu, isipokuwa nilijisikia tu vibaya way walipokuwa wanamshambulia ile mtandaoni, na kwa kipindi hicho kwa kweli sikuwahi kuongea na mtu yeyote kwenye simu, hata mtu mwingine alikuwa ni labda anatumia messages mingi ya mtandao na nini, sikuwahi kumjibu mtu, na Said sikuongea naye karibia, nafikiri hata wiki mbili zilikuwa. Kwa hiyo baada ya hapo sasa nikaona kwa sababu nilijua yani kipindi hicho na yeye mwenyewe pia atakuwa na stress, kwa hiyo nikaamua tu nimwache atulie Nilichofanya mimi nilikuwa tunaomba Mungu ili asiendelee kupanic zaidi. Kwa hiyo baada ya wiki mbili nilimpigia tu simu, tukaongea naye tu vizuri. Kwa hiyo niliendelea tu kumpa moyo na kumfanya aendelee tu kufocus <laughs> bila kurudi nyuma. Ah. hiyo ni kipaji chake tu Mungu, siwezi kusapa kwa nani Kama, yani ni kama hii tu nilimwambia, vipi, mbona uko kimya sana? Tuonani. Akaniambia acha kwanza ah, tu nini. Akasema sasa hivi tuko busy kwanza kuangalia stori za mtandaoni, ndio tu nilipoanzia <laughs> <laughs> Kama mlivyoambiwa mimi bado mdogo, kama alivyoambiwa mimi bado mdogo, kwa hiyo acha tafute hela kwanza. Ya show inaanza saa moja na tutamaliza sasa saa sita kasoro, kwa hiyo saa sita kamili wote tutakuwa tumeitumia show. Kwa kufika saa sita kamili, Watanzania watakuwa wanajadili nini kilifanyika mule ndani, okay. Katibu wa Rais Mheshimiwa Waziri Rajabu ni mtu ambaye nilikuwa nashirikiana naye kuanda event na mpaka jana alinipa fedha ambazo zinatoka kwa mama kwa ajili ya kuhakikisha event inaenda sawa. Kwa hiyo mama, taarifa zangu anazo na amechangia show yangu. Dada ongea, ongea chochote, ila kuhusu wanaume waepuke. <laughs> kama wanavyonisupport kila siku, support hiyo nategemea kuiona kwa kiwango kikubwa kwenye ununuaji wa tiketi, ili kesho tuonane na tuweze kupata uh, moment ya pamoja, tutengeneze historia pamoja. Yaani ni show fulani ambayo kwenye hiyo show pia tutakuwa tunacelebrate. So, ningefurahi kama tukicelebrate na mashabiki yote ambao wana uwezo wa kufika eneo la tukio.